Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika wali wa maji lakini tutatumia mchele wa basmati. Ukivutiwa na mapishi yangu naomba sana usubscribe. Bandika sufuria jikoni, weka mafuta, nimeweka samli, samli na bata, subiri yayeyuke na yapate moto. Mafuta yakipata moto weka iliki, bizari nyembamba, bay leaf, kisha koroga vizuri. Koroga kwa muda mchache, kisha weka mchele uliouloweka na chumvi, kisha kaanga mchele wako kama unavyokaanga wali wa kukaanga. Kaanga kwa muda wa dakika tatu kwa moto wa wastani. Mimi natumia mchele wa basmati, lakini mchele wowote unafaa. Weka maji kisha changanya. Vipimo vyangu ni mchele vikombe vitatu na maji vikombe vinne. Acha uchemke kwa muda wa dakika moja, kisha punguza moto, funika, acha mchele uishe maji kabisa. Funua, kama hauna maji changanya na hakikisha mchele wako umenyooka, yaani kama umeshaelekea kuiva, kwa sababu ukiwa mbichi utavunjika vunjika. Kwa hiyo ni vizuri kuepuka kukoroga koroga mchele mara kwa mara. Nitaufunika ni uwache kwa muda wa dakika tano kisha nitaufunua na chakula changu kitakuwa tayari. Kama video inavyoonyesha, mchele wetu umenyooka vizuri. Sio lazima uwe unachemsha tu mchele wa basmati. Naona watu wengi wanachemsha tu kwenye maji, unaweza ukaupika na ukawa mtamu. Mafuta ya samli au gi ni mafuta ya ng'ombe. Hapo wali wako utakuwa umeiva vizuri. Hapo ninakuonyesha chakula kimeiva vizuri, pakua na watu wajilambe. Unaweza kula na maharage au na mboga yoyote ile unayopenda. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu, naomba ulike, naomba ushare, naomba usubscribe. Asanteni sana.